Hello. We mwindi, vipi, ushaituma pesa kwenye akaunti yangu ama bado? Aye, bado, lakini namalizia, sio mrefu hapa. naweka namba yako, pesa yako naipokea hapo. Afazali yani kama ujatuma usitume tena, na unaweza kuondoka tu hivi. We mzee, umedata umidata hivi, ushakuona usha majini ya kuchikuchiotae utayaona leo kitu. <laughs> apo nimekaa toka asubuhi mpaka sasa hivi saa nane. Sasa sikiliza, kabla sitaenda kufungulia kesi huko polisi, hakikisha unapokea pesa yako na nyachia nyumba yangu haraka sana. Ehe baba, umeanza sasa, umeanza uganga wako. Kwa hiyo ule mwindi umempeleka wapi? Ndo mbele za watu kumyayusha mwindi wa watu? Ah, oh, kumbe walikuwa wanapenda anavonipigia makelele, si ndio? Anavonipigia makelele, maana polisi polisi, kuna mtu wa akupeleka polisi? Mtu kama mimi black wizard eh Sikia, nikwambie kitu eh, ebo, nipe nipe habari, nipe habari yote ambayo inaendelea. Ina maana mke wangu mimi nimempata, laka kaenda kuolewa na jini JM, jini mwekundu eh, JM jini mwekundu. Leo kaenda kuolewa na adui yangu, na yeye anafahamu kuwa yule ni adui yangu. Imekuwa kwa vipi mwanangu? Unajua nini baba mimi nitoke huko na huyu mwanamke atoke huko aje hapo, aanze kudanganya, aitaka kudanganya danganya bila sababu. Hicho kitu kinaonekana kabisa, akiwezekani sisi tuko serious, tuko serious na huyu mwanamke anaitwa Zaituni, leo na kutambulisha. Eh, nakutambulisha kutambulisha, ni mkwe wako huyu eh? tumependana zaidi ya miaka mitatu, ina maana bifeti akiolewa na huyo JM huyu si baba yake, ina maana huyu mimi lazima awe dada yangu, alafu yeye ya aniite kaka. Ito kitu ambacho akiwezekani miaka mitatu mizima ipotee bule, na ndiyo maana tumekuja hapa. Binti, haya ambayo anaongea Mr. Kisambu na yale ambayo umeitoa mara ya kwanza ni, yana uhakika ama ni maneno ya kuzusha tu kwa ajili ya maslahi yenu? Baba, amini amini, ninachokwambia hatuna uongo, hatuna lote, bali tumekuja hapa kukusanua anachokwambia huyu Misi Kisamvu ni cha uhakika. Mapenzi yetu yamedumu ndani ya miaka mitatu, ina maana bifete akiolewa na baba yangu, mimi huyu lazima nimwite kaka. Kwa hiyo sisi tuko tunacheza, na ndiyo maana nimekuja hapa mimi na Kisamvu. Naomba tusaidie baba yangu, kwa sasa niko tayari kuwa mke wa pili eh. Mimi niomba talaka, nimepewa, nimemwacha, nimekuja kwako wewe mtu una doni una pesa zako, na ndio maana nimekuja kwako mimi, naomba unioe. Kwa hiyo niko tayari kuolewa na wewe, jai yemu. <laughs> ni jambo la kushukuru, jambo nimelipenda sana hilo. Sikuwahi si, si kufikiria kama na mimi nitakuja kumiliki wake wawili. hii ni mara yangu ya kwanza, lakini nahakikisha nitafanya sherehe kubwa sana kubwa. Nyie nyiye mnapendana sana kwa kuwa mnapendana sana, hiyo ndoa yao ya laana isiwafanye kuanza kuitana kaka na dada, wao watajuana wenyewe. Kwa hiyo wewe na Zaituni mtawasimamia mm, mimi nitafunga ndoa ya halali kabisa, ambayo Mwenyezi Mungu anajua, lakini wao waache wawe wao pombavu zao. katika siku ambayo nimewahi kufurahi leo baba, leo nimefurahi sana, yaani maneno yako amenifanya mimi nimefurahi sana nashukuru kwa hilo baba kwa kuwa utaisimamia wee ndoa yetu, tutafunga ndoa ya halali kabisa. Aa, nakupenda sana baba yangu. Mm, nakupenda mtoto wangu, una maneno mazuri sana, umenifurahisha sana kwa maneno yako. Kwa kuwa nyewe mnapendana, sina budi mimi kumuita she hapa hapa, nitamwambia kabisa aje na watu huko awasimamie. Alafu nimesahau kukwambia mpenzi wangu, nina gari kwa ajili yako, nina nyumba kwa ajili yako nina pesa kwa ajili yako pia, nina mavazi ya, ya ubi harusi kwa ajili yako. Na kia Mungu nimekupenda na niko tayari kutumia gharama yangu kwa wewe bifeti, yani kama sio mzee vile. mm -hmm. Bifeti mie, mie bifeti. Eh, na shida gani? Na shida gani mie katika hii dunia? Na shida gani katika hii dunia mimi? Aya, nishapata gari nishapata nyumba nishapata pesa pia vazi zuri la samani. Aya, mme wangu Mme wangu, sina budi ni nianza kupita mme wangu, kwa sababu nakaribia karibia. Nini nini tena? Mbona kama umetua macho tu, umeganda tu, shida ni nini eh? shida ni nini mpenzi wangu, mme ah, wangu mtarajiwa. Bifeti, unaweza kuondoka haraka sana nyumbani kwangu sasa hivi. Niondoke tena wapi? Niende wakati mimi ndio nimefika hapa, nimefika. Mpenzi wangu we eh. Amna, we nenda tu kwanza, alafu utarudi. kuna hali si ya kawaida na kuomba na kuomba. Mpenzi wangu Bifeti, shida sio kuondoka, shida sio kuondoka, tatizo naenda wapi huko? Alipotoka nishaharibu na ndio maana nimekuja hapa, nakwambia kabisa JM mimi nishafika. Mama jini, jamani, jini huku, nilikwambia nilikwambia uondoke, sasa nahakikisha naanza kukutafuna nyama